Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu wajumbe, napenda <coughs> kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutuleta pamoja kikao hiki muhimu tukiwa salama. Nitumia fursa hii kuwakaribisha rasmi kikao hiki cha Kamati ya Ushauri na Mkoa. Ndugu wajumbe, leo tunakutana hapa kwa lengo la kupitia jadili na kuidhinisha mapendekezo ya bajeti ya mkoa kwa mwaka wa fedha ujao 2025/2026. Kikao hiki kinatoa nafasi ya kuainisha vipaumbele vya mkoa wetu kwa kuhakikisha kuwa rasilimali na naromba zinalenga maeneo muhimu yatakaoboresha maisha ya wananchi. Ndugu wajumbe, katika kipindi cha mwaka uliopita tumeshuhudia mafanikio makubwa sana uboreshaji wa huduma za jamii kutokana na utekelezaji wa miradi mingi ya maendeleo. Tumeboresha huduma za afya kwa kujenga na ukarabati vituo vya afya, zahanati na miundombinu ya hospitali pamoja na kununua vifaa tiba na dawa. tumeimarisha sekta ya elimu kwa kuongeza madarasa, mabweni, nyumba za walimu na kuajili walimu. Tumeimarisha miundombinu ya barabara

bajeti na zielekeza halmashauri kujikita katika kupanda rasilimali zenu kwa kuchochea ukuaji wa uchumi na huduma bora za jamii. Katika mwaka wa fedha ya upatikanaji wa pembejeo za kilimo hamasisha kilimo cha kisasa na kuzingatia mabadiliko ya tabia nchi, kuimarisha masoko ya mazao na bidhaa za mifugo ili kuongeza kipato cha wakulima wetu. Sekta ya elimu, halmashauri inazielekeza katika ujenzi wa madarasa, mabweni na vyoo liocha mazingira ya kujifunzia, kuimarisha mafunzo ya ufundi vijana ili kwa ujuzi kujiajiri na kushirikiana sekta binafsi kuboresha elimu ya juu na mafunzo ya amali. Sekta ya afya nazielekeza masekondelo uumuza gara nafatiba kuongeza vituo vya afya vijijini, kusogeza huduma kwa wananchi, kuboresha huduma za mama na mtoto kwa lengo la kupunguza vifo vya uzazi. sekta ni na uchumi Nazielekeza halmashauri kuendeleza ujenzi barabara ili kuweza vijiji na masoko, kuongeza aceraji wa umeme mjini kwa ajili ya biashara kwa ndogo, kuhamasisha uwekezaji wa sekta binafsi katika mkoa. Sekta ya utalii, nazielekeza halmashauri kutangaza utalii, hasa Hifadhi ya Taifa Ruaha na maeneo ya kihistoria kwa kwa kwa wetu, kwa karii, na kuvutia wawekezaji wanaotaka kuwekeza katika mkoa wetu kuendeleza miradi ya utalii wa kiutamaduni na ekolojia ili kuvutia wageni wengi zaidi. Ndugu wajumbe, ili bajeti hii iwe na maana tunahitaji mshikamano wa wa na wajirikaji wakati wote wa utekelezaji wake. Naomba mjadala wetu uwe wa kina, wa haki na ni kuangalia mustakabali wa Iringa kwa miaka mingi ijayo. Tunahitaji maoni yenu ili kuakisi kwa fedha zinazotengwa zinatumika kwa uadilifu na matokeo yenye tija kubwa. Ndugu ya jumbe, mimi na timu yangu nawahakikisha kuwa tumejipanga kuhakikisha kuwa kila shilingi iliyotengwa inaleta mabadiliko kwa wananchi wetu. Tutakubali kuwa na miradi isiyo ta, na tija. Tutaendelea kusimamia thamani ya fedha katika indaji hiyo, na hatuta vumilia uzembe unaweza kuchelesha miradi kukamilika kwa wakati tumia fursa hii kuwaelekeza mashauri kwanae akatotekezajo na miradi mapema na kwa miradi hiyo mwaka wa fedha utakkwaza. Ndugu wangu nitimisha hotuba yangu kwa taarifa chache muhimu kama, kwanza niwajulishe wana Iringa wote kuwa tumejiwekea mikakati mbalimbali ya kudhibiti hudumao na utaftelo ambapo tathmini tuliyoifanya tumebainisha sasa asilimia ya ubunifu ya mkoa wetu ni asilimia thelathini nukta moja ambayo mwanzoni tulikuwa na asilimia hamsini na saba ka tumefanya juhudi, tumefika asilimia thelathini nukta moja Kwa mwenendo huu, tukiendelea kushikamana, tutatokomeza udumavu mkoani Iringa, na tumejipanga tutakuwa tunafanya kupima au tafiti zetu kila baada ya miezi sita, ili kuona yale ule uwekezaji tunaofanya kama unaendelea kutoa majawabu mazuri tunayotarajia. Pili, mkoa wetu sasa umefunguka kwa usafiri wa anga na hii vichocheo vya uchumi likoongezeka kwa kweli. Serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa, wa jamhuri ya muungano wa Tanzania imetufanyia jambo la pekee na tuna kila sababu kuipongeza na kuishukuru sana serikali yake. Sasa tuzitumie fursa za kibiashara na za uchumi unaojitokeza kufuatia kufunguka kwa usafiri wa anga mkoani lipo leo hii. Sasa tunazo ndege tatu za mashirika matatu yanakuja hivi: Air Tanzania, Precision Air na Oryx Air. Sio mikua mingi na bahati hii tuliyoanza nayo. Kwa hiyo ni matarajio yangu tutumie fursa hii kwa ajili ya maendeleo ya watu wetu. Tatu ni wakumbushe wote kushiriki maadhimisho ya siku ya wanawake ambao kilikuwa atafanyika katika almashauri ya Mafinga tarehe nane Machi elfu mbili na ishirini na tano ili kumuunga mkono Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye atashiriki maadhimisho hayo kitaifa katika mkoa wa Arusha tarehe nane Machi elfu mbili na ishirini na tano. Ndugu wangu, nitumie fursa hii kwa shukuru na kwa pongeza nahusika kuandaa na kufanikisha kikao muhimu, yote mlioitikia kushiriki kikao hiki. Kwa hayo matatu, natangaza rasmi kuwa kikao cha kamati ya ushauri mkoa wa Iringa kimefunguliwa rasmi ni na pia badiliko mema katika nchi yetu. Ah, maendeleo kwa serikali kwa kusaidia uteleja bajeti, tutaibadilisha maisha ya wananchi wetu. Asanteni kwa